Jioni hii kuna taarifa ambayo imetokea, naweza uh, kusema ni taarifa mbaya uh, kuizungumza, lakini ndo hivyo mchekeshaji, uh, na mc MC Pilipili, kuna taarifa ambazo zimetolewa rasmi ni kwamba amepoteza maisha akiwa jijini Dodoma. Lakini uh, kuna watu wengi wamezungumza mambo mengi sana, mmoja tofauti tofauti. Mfano uh, mc mwenzake Garabi amethibitisha hili ni kwamba alikuwa uh, ameenda kaz, kazini kwa maana ya kikazi mkoani um, Dodoma. Aa, na shughuli ambayo kaifanya usiku wa leo, kwa maana Jumapili, lakini ndo hivyo alizidiwa gafra, akapeleka hospitali ya dodoma mkoa, na hali yake ilibadilika, na hivyo akaweza kupoteza maisha. Lakini kwa taarifa ambazo zingine pia tunasubiri kuzipata, ili tuweze kukupa taarifa kamili. Lakini nimepita kwenye page yake ya Instagram kama ilivyokuonesha hapo ali, uh, nimekuta na ujumbe ambao alikuwa umeuandika kabla ya kupoteza maisha ambao ni ujumbe ambao ukikutazama una masaa kadhaa tutokea au chapisha hapa. Mimi nataka ni usome na wewe pia utaweza kuniambia ujumbe huu pia una maana gani hasa. Ameandika hivi uh, kwenye kwa maana ya picha aliandika, kwa nini mtu anaweza kurogwa? E, soma hadi mwisho. Aleka hivi, kwa nini mtu anaweza kurogwa? Soma hadi mwisho. Na kuna watu ambao wanahisi Uh, pengine kifo cha MC Garabi na namna ambayo kimetokea, labda cha Madhingara, ama kuna watu wengine wanasema kwa kwamba a kwa yuko sawa, kutokana na kupoteza kumpoteza mama ake, kuachana na mke wake pia, ambaye toja alikuwa anampenda sana, lakini ndo hii hvywezekana. Labda kuna mambo mengi ambayo anazungumza lakini kupitia hichi ambacho wamekiandika, aliandika hivi Uh, anayetaka kukuroga anaanza na kuivunja imani yako, ili avunje kwanza unachokiamini unapomwamini. Uh, Yesu, just focus usiumbishwe. Ndio maana unamuita Yesu ambaye ni Mungu mkuu na nuru halisi ambaye hujawahi kukutana naye, ila imani yako inakuponya inaku, sivyo ili uweze kumroga mtu, lazima ushike imani yake kwanza, na kushika imani yake ni kupumbaza fikira yake ya ushindi. Umewahi kuumwa sana wewe au ya ndugu yako, kila akienda hospitali kupima, majibu hana ugonjwa Anauliza, ili niweze kukuroga ni, ni sheria niteteleze te, ni imani yako. Yaani ifike mahali unaona watu wanakuchukia bila sababu, kwenye kila mahusiano yako hudumu bila, biashara unaofanya inagoma, mipango yako yote inaharibika. Haya ndiyo huitwa kuchezesha imani yako. Bila kuchezesha imani yako, sio rahisi kukuroga au kurogeka. Baada ya kuche, kuchezeshwa imani, kinachofata ni wewe kutopata na kukosa mwelekeo. Hapa utaanza kuenda kwa mamposa, kesho kwa kilinge cha Dr. William, Dr. Majini na kadhalika. Ukiona umefika steji hiyo, hapo upo unatapatapa. Ndio hiyo steji huitwa wewe umerogeka. Unapigwa chale au kuoga unga wa madawa, hiyo sasa unakuwa upo kwenye utumwa wa uchawi au kurogwa. Unadhani ile miti iliyosagwa ikawa unga unga ina nguvu gani kwa uchawi uliotupiwa hapo? Kwa kuwa unatapatapa, hata ukiambiwa kunywa mkojo utakunywa tu, maana huna jinsi na ushapoteza imani yako. Utajuaje umerogwa? Usiku huna usingizi, hulali muda mwingi ukikaa na simu ndio kama faraja kwako, utaangalia movies na kujisahau kidogo, ndio utalala kidogo. Ukishika pesa, biashara, mali, chochote kile kikidumu kwa muda, na unaweza kuanzisha jambo vizuri, ila halichukui hata mwaka linaharibika. Kuwa na msashaka na hofu, hii ipo kwa wengi, na hudhani ni ugonjwa au just normal. Hapa hii ni dalili ya kwamba ya uchawi ni kukupa hofu na mashaka, ili uteteleke na kupoteza ile imani yako, ili uweze ili uwe sasa unatapatapa, na ndio maana unakosa amani ya moyo wako. Kama wapo watu kadhaa wangependa kujua jinsi gani unaweza kujitoa na uchawi au kurogwa, basi usikose ibada kubwa pale Mgomeni Kimara Temboni, kwa kiboko ya wachawi Kuhani Musa, Jumapili hii. Ibada ni moja tu Ataliita jina la Yesu na wewe utakuwa huru. Njo na imani, ufungulivu wako ni leo. Ameandika hivyo uh, MC Pilipili eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambao ni mi nausoma hapa ni takriban masaa kumi na sita kumi na saba amepita, ambao alikuwa amechapisha huo ujumbe, pengine hasa kutokana na kifo ambacho amekipata kimemtokea MC Pilipili. Kwako wewe hasa umejifunza nini hasa na una lipi pia la kuzungumza katika hili? Mimi nitoe pole sana kwa familia wa Tanzania wote amemguswa na msiba huu. Mi ni niwatakie ni, ni, ni, ni, ni, wa, ni, ni kipindi hiki, Mungu awatie nguvu awape faraja katika kipindi hiki gumu, nami naamini pia naichi kipindi pia kitapita familia yake marehemu ya, naomba Mungu pia aweze kuwatia nguvu wa, ili waweze kupita katika kipindi hiki, amin.